Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza kwa nini baada ya kufanya maombi wao wanapokea laana na wala sio baraka. Hii ni kutokana na makosa wanayofanya, na makosa hayo yanapelekea baraka zao kuzuiliwa, na wakati mwingine wanajikuta wakiingia kwenye laana. Leo nitakwenda kukwambia maombi unayopaswa kuacha kabla hayajageuka laana. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulaiki video hii kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho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 Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie aina ya maombi unayotakiwa kuyaacha haraka kabla hajageuka kuwa laana. Namba moja, maombi yanayotoka kwenye moyo uliojaa chuki na kisasi. Unapomwomba Mungu amwangamize mtu au amfedheeshe au kumuumiza kwa sababu amekukosea, unaingia eneo hatari sana. Siku zote Mungu ni wa haki, si chombo cha kisasi chetu ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 na msari wa 19, imeandikwa nukuu: Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa kisasi ni juu yangu mimi, nitalipa anena Bwana. Kwa hiyo, siku zote maombi ya chuki yanarudisha madhara kwa aliyeomba, kwa sababu yanapingana na tabia ya Mungu. Watu wengi wamekuwa wakifanya kosa la namna hii wakati wa maombi siku zote maombi yanayotoka kwenye moyo uliojaa chuki na kisasi ni maombi ambayo huwa yanageuka laana badala ya baraka. Kwa hiyo jambo la msingi au aina ya kwanza ya maombi ambayo nataka uyaepuke ni maombi yanayotoka kwenye moyo uliojaa chuki na kisasi. Unakuta unaomba lakini ndani yako umejaa chuki na kisasi juu ya mtu huyo. Kwa hiyo jambo hili ni jambo la hatari sana. Jambo hili ukiwa unamwomba Mungu huku moyo wako umejaa chuki na kisasi juu ya mtu huyo, basi unatakiwa utambue, baada ya maombi haya kugeuka kuwa baraka, yanageuka kuwa laana kwako. Lakini aina ya pili ya maombi ambayo unatakiwa kuyaacha kwa haraka sana kabla hajageuka kuwa laana ni maombi ya ubinafsi na tamaa isiyo. Siku zote kuna maombi yanayoonekana ya, ya kawaida, lakini chanzo chake ni tamaa. Kwa mfano, unakuta mtu anaomba anamomba Mungu cheo ili ili kuwadharau wengine, au mwingine anaomba anamomba Mungu pesa ili ajionyeshe, au mwingine anaomba baraka bila kuwaza mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo haya ni aina ya, ya maombi maombi ya ubinafsi na tamaa isiyo safi, ni maombi ambayo yanageuka laana badala ya baraka. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa tatu imeandikwa nukuu, hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Kwa hiyo maombi ya aina hii huziba masikio ya mbinguni. Kwa hiyo, ukiwa unaomba maombi ya ubinafsi na tamaa isiyo sana, basi unatakiwa utambue ya kuwa maombi ya namna hii badala ya kugeuka baraka yanageuka kuwa laana. Lakini aina ya tatu ya maombi ambayo unatakiwa kuyaepuka kwa haraka kabla hajageuka kuwa laana ni maombi bila toba ya kweli kuomba huku unaendelea na dhambi ile ile bila nia ya kuacha, ni kama kumpa Mungu masharti. Ndo maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 66 na mstari wa 18 imeandikwa nukuu, kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia. Kwa hiyo hapa ndipo maombi huanza kugeuka uh, kukugeu, kukugeukia kwa sababu unamomba Mungu akubariki wakati unamkataa kwa matendo. Kwa hiyo maombi bila toba ya kweli ni maombi ambayo badala ya kugeuka baraka yanageuka kuwa laana. Kwa hiyo unapokuwa ni mtu ambaye unaomba unafanya maombi siku zote, kuomba huku unaendelea na dhambi ile ile bila nia ya kuacha, ni kama kumpa Mungu masharti. Eh, kwa hiyo maombi ya namna hii ni maombi ambayo yanageuka laana badala ya baraka, maombi bila toba ya kweli. Kwa hiyo ni muhimu sana. Unapomomba Mungu toba, umetokea kwa mfano, labda umetokea umekosea kitu fulani. Na unapokwenda mbele za Mungu kumuomba toba, basi hakikisha lile jambo ambalo umekosea ulirudii tena. Watu wengi wamekuwa wakimwomba Mungu, wakiomba Mungu toba, lakini wakati huo huo wanaendelea na ile ile dhambi ambao wanaitubia. Kwa hiyo unapomwomba Mungu toba, basi dhamiria kuacha hicho kitu, dhamiria kuacha hiyo tabia. lakini aina ya nne ya maombi ambayo unatakiwa kuyaepuka kwa haraka kabla hajageuka kuwa laana: maombi ya kumlazimisha Mungu afanye kile unachokitaka wewe. Yaani yale maombi ya kumwambia Mungu lazima ufanye hivi Hili sio ombi, ni kiburi cha kiroho. Mungu si mtumwa wa maneno yetu. Maombi ya kulazimisha uvunja unyenyekevu, na pasipo unyenyekevu hakuna neema. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa 6, imeandikwa nukuu, Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo maombi ya kumlazimisha Mungu afanye kile unachokitaka wewe ni maombi badala kugeuka baraka ugeuka kuwa laana. Yale maombi ambayo unamwambia Mungu nataka iwe hivi, hata kitu kinaweza kuwa sio sahihi. Kitu kinaweza kuwa sio sawa. Lakini wewe unamlazimisha Mungu afanye kama unavyotaka wewe na sio mapenzi yake, basi unatakiwa utambue maombi ya namna hii badala ya kugeuka baraka ugeuka kuwa laana. Lakini aina ya tano ya maombi ambayo unatakiwa uyaache kwa haraka kabla haijageuka kuwa laana, maombi yanayopingana na mapenzi ya Mungu. Unaweza kuomba kitu kizuri kwa macho ya kibinadamu, lakini kisiwe sahihi mbele za macho ya Mungu. Kuomba bila kuuliza mapenzi yako yatimizwe ni hatari sana. Kuna mambo ambayo uh, yakijibiwa yanaharibu hatima yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 22 na mstari wa 41 hadi 42, inaandika na na na mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti, akaomba akisema, E Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Kwa hiyo ni muhimu sana maombi yanayopingana mapenzi ya Mungu ni muhimu kuyaacha mara moja, kabla maombi hayo hayajageuka kuwa laana. Lakini aina ya sita ya maombi ambayo unatakiwa kuyaacha haraka kabla hayajageuka kuwa laana, maombi ya maneno matupu bila imani. Kurudia rudia maneno bila moyo wa imani, bila uhusiano wa kweli na Mungu, haya si maombi, ni kelele za kidini. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 15 na mstari wa nane imeandikwa watu hawa wananiheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Kwa hiyo maombi ya namna hii huua uhai wa kiroho pole pole. Kwa hiyo maombi ya maneno matupu bila imani, asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakiomba maneno matupu bila imani, na maombi ya namna hii yani maombi ambayo ya, ni maneno matupu tu pasipokuwa na imani. Maombi ya namna hii badala kugeuka kwa uh, baraka hugeuka kuwa laana. Lakini aina ya saba ya maombi ambayo unatakiwa kuyaacha mara moja kabla hayajageuka kuwa uh, kuwa laana ni maombi ya kujilinganisha na wengine. Unapomomba, unapomomba Mungu kuu moyoni, unasema mbona yeye kapata, mimi sijapata, unaingia kwenye sumu ya roho inayoitwa wivu wa kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 3 na mstari wa 16, imeandikwa maana hapo palipo wivu na ugomvi, ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Kwa hiyo maombi ya kujilinganisha huua shukrani, na bila shukrani hakuna ongezeko. Kwa hiyo yale maombi ya kujilinganisha, maombi ya kujilinganisha na wengine, unakuwa unaomba unasema mbona mwingine amepata, afu bado sijapata. maombi ya, na na ya, ya namna hii badala ya kugeuka kuwa baraka hugeuka kuwa laana. Lakini aina ya nane ya maombi ambayo unatakiwa kuyaacha kwa haraka zaidi kabla hajageuka kuwa laana, maombi ya kukwepa mchakato Wengi wanaomba matokeo bila safari, wanaomba baraka bila tabia, wanaomba mafanikio bila nidhamu, wanaomba ushindi bila mapambano. Maombi ya kukwepa mchakato huchelewesha majibu, kwa sababu Mungu anakuandaa kabla hajakukabidhi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya kumi na mstari wa 36, imeandikwa nukuu, maana mnahitaji saburi, ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Kwa hiyo maombi ya kukwepa mchakato ni maombi hatari sana. Watu wengi wanaomba baraka bila tabia. Watu wengi wanakuwa namwomba mungu mafanikio bila nidhamu. Watu wengi wanakuwa namwomba Mungu ushindi bila mapambano. Unapomwomba Mungu ushindi, lazima upambane. Lakini aina ya tisa ya maombi ambayo unatakiwa kuyaacha kwa haraka sana kabla yajageuka kuwa laana, ni maombi yanayoambatana na manung'uniko. Kuomba huku ukilalamika, kwa nini mimi? Kwa nini hali yangu ni hivi? Manunguniko hubadilisha lugha ya maombi kuwa lawama. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na mstari wa kumi imeandikwa wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika wakaharibiwa na mwarabu. Kwa hiyo maombi yanayoambatana na manunguniko ni maombi hatari sana. Kwa hiyo jambo la kutambua, manunguniko yalichelewesha wana wa Israeli jangwani. Ukisoma kwenye Biblia utaona manu, manunguniko yaliwachelewesha wana wa Israeli jangwani. Lakini aina ya kumi ya maombi ambayo unatakiwa kuyaacha kwa haraka kabla hajageuka kuwa laana: maombi ya kuomba kwa lengo la kutaka kujionyesha kwa watu wengine kama wewe ni wa kiroho zaidi. Unapoomba ili watu waseme una maombi makali, manake umehamisha lengo kutoka kwa Mungu kwenda kwa sifa. Hapa ndipo maombi ugeuka maonyesho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya sita na mstari wa sita imeandikwa, baba yako aonaye sirini atakulipa. Kwa hiyo maombi ya kuomba kwa lengo la kutaka kujionyesha. Watu wengi wanaomba, wanafanya maombi kwa lengo la kutaka kuonekana kana kwamba wenyewe ni wa wana, wanajua sana kuomba. Kwa hiyo maombi ya namna hii badala kugeuka kuwa baraka ugeuka kuwa laana. Lakini aina ya kumi na moja ya maombi ambayo unatakiwa kuyaacha kwa haraka zaidi kabla hayajageuka kuwa laana. Maombi bila neno la Mungu. Maombi yasiyokuwa na neno na neno ni kama barua isiyokuwa na anwani. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15 na mstari wa saba imeandikwa, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo, nanyi mtatendewa. Kwa hiyo maombi bila neno la Mungu ni hatari sana. Siku zote maombi yanayoambatana ma, siku zote maombi yanayoambatana na neno hayapotei njiani. Sasa jambo la msingi la kutambua, maombi ni silaha lakini, silaha hiyo ikitumika vibaya humjeruhi aliyoishika Usiombe kwa mazoea, usiombe kwa hasira, usiombe bila kujitathmini. Omba kwa moyo safi, kwa unyekevu, kwa toba na kwa mapenzi ya Mungu. Kumbuka, maombi sahihi huleta baraka, maombi yasiyo sahihi huleta mzigo, lakini maombi yaliyojaa hekima hubadilisha hatima. Ni matumaini yangu, kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba ucomment hapo chini, tuambie umejifunza jambo gani. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema, ninakupenda sana.